Anasema kwamba ya dunia aqalu min alqadim wa waashikuha adallu min aldalili tusimu bi bisihriha qauman wa watumi wa hum mutahayiruna bi ghairi dalil, anasema huo ulimwengu ni kitu kichache kidogo mno miongoni mwa vitu vidogo, unavyovisawirisha wewe katika akili yako kwamba hiki ni kidogo sana, bado hicho ni kikubwa mbele ulimwengu. Ulimwengu bado ni mdogo zaidi kuliko huo. Lakini ulimwengu pia mwenye kuupenda amedhalilika zaidi, huyo ni dhalili zaidi. Ukitaka kumjua mtu aliyedhalilika sana, basi mtazame yule mtu ambaye anaupenda sana ulimwengu. Mtume anasema, kisha akasema kwamba ulimwengu huyu, msemaji anatuambia umewatia uziwi watu wengi na umewatia upofu, hawasikii watu hao, hawaoni watu hao, mambo ya ulimwengu tu hawana jambo lolote ambalo wanafikiria wao zaidi ya ulimwengu, hali ya kuwa kuna safari inawajia na lazima itawakuta <totipati>